Kwa majina naitwa tukatise ibao Mwijande, nikiwa mwenyekiti wa kitongoji cha katao katika kijiji hiki. Tumefurahia sana kwa ajili ya mradi huu kutufikia katika kijiji chetu. Kwa hiyo hika hakika uhakika sana kwamba kwa kwa rais wetu Samia tutampa kura zote, kwa sababu tumepata maji safi ambayo tulikuwa nahangaika katika kijiji chetu, na Mungu ambariki sana. Kula zipo Ntaba, tunamkumbuka rais wetu kupitia mradi huu. Kwa majina naitwa tusajiwe Igwisia, nikiwa mwenyekiti wa kitongoji kapula kwa niaba ya kijiji cha Kapula Mpunguti, ninamshukuru mama yetu Rais Samia Suluhu Hassan kwa kututua ndoo kichwani sisi wanawake. Namshukuru sana kwa sababu wametuletea maji hapa kwenye kijiji chetu cha Kapula Mpunguti, ili tusipate sababu ya kukosa kwenda kuchagua kwenda kupiga kula tu; tupate maji kwa urahisi twende tukapige kula. Namshukuru sana mama yetu, namshukuru sana sana sana na namwombea na, na, na idikupata kula nyingi zaidi. Asante kwa rais wetu Samia Suluhu Hassan kwa kutetea mradi huu wa maji. Na pia tulikuwa na changamoto ya maji hapa ambapo tulikuwa tunatumia maji ya kiela, lakini kwa sasa tutajidai kwa kutumia maji yetu safi na salama. Pia anampongeza kwa jitihada anazozifanya na, na sio miradi hii tu, ni zaidi ya mradi huu ambao ametutengenezea, ametuwekea hapa Ntaba. Kuna mashule kuna madaraja, lakini mama ameupiga mwingi. Mungu nambariki mitano tena. Kwa majina anaitwa Mao, anangisie kwenye mwenyekiti wa Mao, ummeupiga wa... Ma mwingi sana eh. Naona mmefanya vizuri sana kwa kweli, yaani hii ya visima kama tukienda nayo hii program, kwa kweli ni program ambayo ntakipendekezwa watu tuifanye sababu kwa kutumia heba, mavyanzo mengine yanatuletea shida, lakini hii tunaona kuna mabadiliko makubwa sana, wananchi wanapata maji safi na salama. Hongera nyingi sana kwenu, asante. Maji safi na salama, hilo la kwanza. La pili, niwapongeze kwa maji ambayo tumeona fungwa, maji a nyingine pika makoi majiye Safi, safi. Safi. Safia, oye. Oye. Safia, mambo. Samia sama hoysamimambos yako vizuri kwa Samia si ndivyo? Ndio. Sasa ndugu zangu maji si yanatoka, mambo yenu si mazuri mno hapa e, wanaita Kapula Mpunguti, Kapula Mpunguti, Kapula e, Mpunguti, akina mama sasa tutawapatieni maji, kwa sababu kwa niaba ya Mheshimiwa Rais tutawapatieni maji safi na salama leo. Tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka 2025. Na, na hii ishara ya upendo Mheshimiwa Rais ametoa upendo mkubwa sana. Mheshimiwa Rais ametoa upendo mkubwa kwa wanakapula mpunguti, kwamba mnapata maji safi na salama na mnakwenda kupiga kura mwaka huu mkiwa mna maji safi na salama, salama. Lakini mradi huu manake e, umetekelezwa hapa ni visima vitano ambavyo vimechimbwa halmashauri ya Busokelo